Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka viongozi wa dini ya Kiislamu nchini kuendelea kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya vita ya matumizi, uingizaji na usafirishaji wa dawa za kulevya kutokana na athari kubwa zinazojitokeza hususan kwa vijana. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika semina ya viongozi wa dini ya Kiislamu, mashekh, maimamu, pamoja na walimu wanaofundisha Quran, Makonda amesema pamoja na jitihada zinazofanywa na, na serikali ya mwatano kupitia vyombo vya dola kuwa za kuwakamata na kuwahoji wale wanaodhaniwa au kuhusishwa na biashara dawa za kulevya, baadhi yao wamekuwa wakivihaki haki vita hivyo. Hapa mjini sasa wangu umeadimika, mashehe wangu, hata bei umepanda na naouza sasa hivi hawauzi kama njugu walivyokuwa wanauza, wanauza kwa kuvu jificha. Lakini sisi tumeamua kuongeza kasi ya, hata wale watu ambao wanatuhumiwa, majina yao tunasambaza kwenye boda zote, kama ni airport, kama ni bandarini, kwa watu wauhamiaji ili wasipenye. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amesema vita vinavyoendelea vya dawa za kulevya havitamwonea mtu, isipokuwa vitazingatia sheria na pale mtu atakapotuliwa mashaka atahojiwa, na wale wote watakaobainika walipo nje, na taarifa zao zitasambazwa kwenye vyombo vya usalama ili watiwe mbaroni popote pale walipo. Sasa ukiwagusa watu wenye pesa chafu namna hii, mtikisiko lazima uwe. Na ndio maana wakati natangaza mara ya kwanza, nikamwambia huu ni rasharasha. Wa pili, kasema jamani, utakuwa mdugu kidogo. Watatu yule, o oh. Sasa kila mtu anapiga kelele, lakini bado ya nne, ya tano, na ya sita na ya saba, huko ndio kuna balaa. Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Alhaj Musa Salum amewataka viongozi hao wa dini maimamu pamoja na walimu wa Qur'an kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Rais Dr. Magufuli pamoja na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam zenye lengo la kuokoa vijana dhidi ya janga la matumizi ya dawa za kulevya. Sisi ni viongozi. Kumsaidia Mheshimiwa Rais ni haki yetu. Kumsaidia Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni haki yetu na ni wajibu. Ninyi ni viongozi kama wao. Nyinyi maimamu mashekhi, msijitazame tu kama watu wa kawaida, jitazameni kama viongozi, na lazima muisaidie serikali kwa namna moja au nyingine. Katika mkutano huo, mashekhi pamoja na viongozi wa dini walifanya dua maalum kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ili Mwenyezi Mungu amlinde na watu wenye nia mbaya dhidi yake katika harakati za kutokomeza maovu katika jiji la Dar es Salaam. <tiple>